Mapokezi yenu. Uh, mimi pamoja na mwenzangu msemaji wa klabu yetu kaka yangu Ali Shabani Kamwe, mmetupa heshima kubwa, na sisi tunachosema ni asanteni. Lakini tuko hapa kwa sababu maalum. Kisasi ni haki, kisasi tunahitaji pointi zetu tatu zisizokuwa na mawaa. Pointi hizo tatu tutazipata kupitia nyinyi, wanachama wapenzi na mashabiki wa Yanga Africans kutoka mkoa wa Tabora. Lango la kuongezea ni dogo sana msimu huu. Katika mikoa yote ambayo timu yetu imecheza, hakuna mkoa ambao Yanga imeangusha pointi. Tabora tuna kesi nao na hiyo kesi tutazungumza sisi na wao tarehe mbili. Pale lazima tuwarudishe kwenye nafasi yao, na wajue kwamba Yanga ni klabu kubwa, si ndio? Ndio. Kwa hiyo nataki kila laheri, nimezungumza na mratibu hapa, ikiwezekana jioni leo saa kumi wakati timu yetu ikiwa inacheza tutafute eneo moja, tukae, tuangalie mechi kwa pamoja. Taarifa hapa ni wapi tutakutana hapo, tutaangalia mechi pamoja, tutashangilia ushindi wetu wa leo, tukipanga mipango ya tarehe mbili.